Wanaopingana na kweli wanafuata mafundisho ya wanadamu, ndio maana nakwambia wanafuata mafundisho ya wanadamu, pambia, ya wanadamu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ukisoma kitabu cha, cha, kitabu, cha kitabu cha Mathayo sura ya 15, Mathayo sura ya 15, angalia mstari wa nane. Haleluya, haleluya, mstari wa nane bibi nasema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bule, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Umeona hilo fungu? Umeona hilo fungu? Ndio maana nakuambia, nakwambia, sifa za watu wanaopingana na kweli, watu wanaopingana na, na kweli ya Mungu, kweli halisi. Sifa ya tatu, wanafuata mafundisho ya wanadamu wanamheshimu Bwana kwa midomo yao. Yesu ni mwema, tunaenda mbinguni. Utakuta wanaimba twende juu Sayuni Twe, wanaimba nyimbo lakini angalia pamoja, wame, wanaimba nyimbo lakini, bado wana mionekano ya kidunia, wamevaa kidunia, wamejilemba kidunia, bado wanaimba nyimbo, lakini hakuna badiliko kwenye mioyo yao, hakuna badiliko kwenye maisha yao, lakini wanaimba nyimbo za kwenda mbinguni tutazunguka zunguka kwenye kiti cha enzi tutaimba, utaimba na bwana yupi? Ah, ukimwambia hivyo atakwambia hapana, tuko tuko kwenye neema. Nani kakwambia neema ni kwa ni kwa ni kufanya unavyofanya? Nani kakwambia kwa sababu? Kiashiria cha neema, maana yake kutakuwa na badiliko. Ukiwa na neema, neema itakufanya uwe na badiliko, neema itakufanya uwe na hofu, neema itakufanya uombe. Neema ni nguvu, ni uwezesho, na Biblia inasema neema imefunua kwa watu wote. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Akuwa chini ya neema, hakukufanyi wewe uvae kiolela, uvae kikahaba. Naongea na wewe dada, kuwa chini ya neema, hakukufanyi wewe uvae kikahaba. Kuwa chini ya neema, hakukufanyi sheki, wishi kiolela. No, no, no. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa wanafuata mafundisho ya wanadamu. Kwa vinywa vyao, kwa vinywa vyao Yesu ni Bwana, lakini Yesu yuko mbali mioyoni mwao. Mioyo yao iko mbali sana. Wanafundishana mafundisho ya kinini ya kibinadamu, sio sio yaliyoandikwa katika Biblia. Biblia inasema usiongeze wala usipunguze, lakini wao wanafundisha mafundisho ya kibinadamu, mafundisho ya kibinadamu hayo. Ndio wanaofundisha kile kitu ambacho hakipo. Ninamshukuru sana Mungu aliyetupa neema ya kuijua hii kweli, kwa sababu mimi nami nalikuwa katika hiyo, nalikuwa katika mafundisho ya kibinadamu lakini kwa sasa ninaona mwangaza, ninaona nuru, ninaona nuru kwa sababu kwa sababu hata sisi wakati ule tukiwa kwenye dini, hata misalaba tulinamia, hata lozali tulivaa mh, hata sala za watakatifu tuliomba, tulifanya mambo ya hovyo sana wakati ule. Lakini kwa neema ya Kristo anaendelea kutuvusha na anapotupa neema tunatoka kati yao na kujitenga kwa sababu ya kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Unapoendelea kuwa chini ya mafundisho ya wanadamu, neno la Kristo itakuwa mbali na wewe. Neno la Kristo itakuwa mbali na wewe. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa mbali na kweli ya Mungu. Utakuwa mbali na kweli ya Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hilo ni jambo la kuwa makini sana wewe. Mwana wa Mungu naye nisikiza popote pale ulipo. Ndio maana akasema akawaita. Okay, ukirudia pale juu, asema enyi wanafiki ni vema alivyotabiri Isaya au wanaitwa wanafiki. Alitabiri na Isaya. Isaya alitabiri ni kwa habari ya hao watu watakaomwabudu Bwana kwa kwa midomo yao, lakini mioyo yao itakuwa mbali na Bwana. Mioyo yao inataka mafanikio, mioyo yao inataka baraka, mioyo yao inataka wachumba, mioyo yao inataka magari, mioyo yao inataka makanisa mazuri. Mioyo yao yani ndio hivyo hey, hey, hey, tunataka hey, mioyo yao iko kwenye vitu vya kidunia. Hey, wakifikiri huko ndo kuna, kuna kuna utakatifu. Mioyo yao ndo inataka hivyo vitu, utajii, maisha mazuri. Hey, tujenge majumba mengi hey, tu, tu, tu, tuendeshe magari hey, tusomeshe watoto mashule ma, ma ya kifahari hey, hey. Nisikilize, nisikilize, iko siku utajuta mwanadamu, iko siku utajuta, maisha yatumia ovyo Iko siku tajuta, nataka nikwambie, iko siku tajuta. Ungelijua ungeliwekeza katika ufalme wa Mungu. Iko siku utahangaika, utasema laiti ningelijua, nikiwa najilisha upepo. Eh, Mfalme Suleiman anasema yote ni kujilisha upepo, hakuna jipya chini ya jua na asema hivi hakuna jipya. Hao wenzako walitafuta mali sana. Sodoma na Gomora walitafuta mali sana, miji ilijengwa vizuri mno. Wakati wa Nuhu watu walitafuta mali sana, matajiri walitafuta mali sana. By the way, matajiri wengi hawapo. Hakuna tajiri aliyowahi kuweko aliyeko kama Sulemani, lakini aliishia kufa, alishakufa tu ah. Kwa hiyo tukiwa tunamwabudu no Bwana na kumwombaomba kila wakati, tutakufa maskini ah. ukifa tajiri una una una, una ukifa tajiri una una, una, una faida gani, na aliyekufa maskini na faida gani? Faida namba moja ni kuwa na Kristo. Kristo ndo utoshelevu wetu, yeye ndo atakaye kutosheleza. Achana na mafundisho ya kibinadamu. Mafundisho ya kibinadamu yamejengwa kwenye baraka tu. Yesu anasema tubuni na kuamini Injili, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini hawa wakina wakinakola wakinayane na yambule wanapingana na kweli Wanasema njo ubarikiwe, pokea baraka nabii oh, tunakuja kupa kukupa mafuta, tunyunyizia kwenye duka, nyunyizia kwenye biashara yako, endelee kutajirika oh, wanapingana na kweli. baraka haya, njoni mbarikiwe, njoni pokeeni baraka, pokeeni fedha, pokeeni mafanikio, watoto wasome vizuri, pokeeni nina nini. Ninakupa onyo wewe mwanadamu, mwanadamu nisikilize, nimetumwa kwa ajili yako, ninakupa onyo nyakati hizo nazo hizi, sio nyakati za kukimbilia tu vya kukimbilia vitu vya mwilini, ni nyakati za kutengeneza maisha yetu, nyakati za kufanya toba na mabadiliko, kupingana na hawa watu wanaopingana na kweli. Lakini jambo la nne, jambo la nne, sifa za hawa watu wanaopingana na kweli. Mungu Mungu anataka kanisa lijitofautishe na makanisa ya Shetani. Lakini sifa ya hawa sasa, sifa ya hawa makanisa yao, makanisa yao ni misiri ya shetani yanafanana na Lusiferi moja kwa moja. Maana yake nini? Wanafanya ajenda ya shetani. Sifa hiyo ya nne, makanisa yao yanafanya ajenda ya shetani. Ah, mtumishi, mbona unaongea maneno makali? Lengo langu nielewe, lengo langu nielewe. Natumia lugha yoyote na, na kauli yoyote, lengo langu nifikishe ujumbe kwako kwa ili uweze kunielewa. Sikiliza, uh, Walumi sura yake ni ya kumi, Walumi sura yake ni ya kumi. Angalia anachokisema Apostle Paul anachokisema mtumishi wa Mungu Paulo. Walumi sura yake ni ya kumi, mstari wake ni watatu. Biblia inasemaje? Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. mm -hmm, wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Maana yake ni hao watu wanaipuza haki ya Mungu, wanaipuza haki ya Mungu. Haki ya Mungu inatoka kwenye neno la Mungu, lakini wao wanaipuza haki ya Mungu, wanaitafuta haki yao wenyewe. Maana yake wanafanya mapenzi ya Lucifer, wanatafuta haki yao wenyewe, na wakati Mungu ndiye haki yetu. Hao watu wanapuza haki ya Mungu, wanaleta nini? Sheria za wanadamu. Wanaleta nini? Sheria za dini zao wanaleta nini? Wanaleta sheria za kipagani. Kwa nini? Kwa sababu hawataki, hawataki haki ya Mungu. Ndio maana Yohana 8:31 Yesu akawaambia wale Wayahudi walioamini, akawaambia hivi, mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Kinachoweka mtu huru ni kweli ya Mungu, kweli napokuja ndio nao kuweka huru. Ukikaa katika neno unakuwa nini? Unakuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Nje ya neno, wewe sio mwanafunzi wa Yesu, maana yako ni mwanafunzi wa dini yako, ni mwanafunzi wa dhehebu lako, ni mwanafunzi wa kanisa lako, lakini sio mwanafunzi wa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini swala lililopo ni kukaa katika neno. Mgawanyiko ulianzia hapo ambapo nikwambia eh. Mgawanyiko ulianzia hapo kwenye kuipinga kweli, ndio maana utaangalia utaangalia hata Yesu alikuwa na wanafunzi zaidi ya sabini wanafunzi zaidi ya sabini Hao wanafunzi zaidi ya sabini ukisoma Luka sura ya kumi utaangalia aliwatuma wawili wawili, wamtangulia waende kila mahali alikotaka kwenda ye mwenyewe kuhubiri Injili, lakini utaona kadiri mambo yalivyoendelea wanafunzi hao walikimbia ukisoma kitabu cha yohana sura yake ni ya sita mstari wa sitini na sita Mimi nasema wengi miongoni mwa wanafunzi wakarejea nyuma wasiandamane naye tena yesu alipoona wamerudi nyuma wasiandamane naye tena akawageukia wale tenashara akawambia na nyinyi Aka Aka je mnataka kuondoka wakasema twende wapi bwana wakati kwako kuna maneno ya uzima akasema nimewachagua ninyi tenashara na mmoja wenu ni shetani akawahakikishia nimewachagua kumi na mbili lakini kati ya kumi na mbili kuna mmoja wenu ni shetani naye ni shetani, nimemchangua miongoni mwenu, ambaye ni nani? Akiwa kimaanisha Yuda. Kadri neno livyokuwa ngumu, kadri livyoenda kuambia ukweli, walianza kugawanyika, walianza kujitenga, wakasema hatuwezi tukafuata hili neno. Ndivyo walivyo wanaopingana na kweli watatafuta sehemu ambao wanahubiriwa vitu vinavyowapendezesha mioyo. Watatafuta wahubiri wanaohubiri vitu vya maisha haya ambayo haviwachokonoi chokonoi chokono. Yaani vitu vinavyohubiri eh tuwe tusitende e, tu dhambi, lakini hawaambiwi ni dhambi gani. Eh, unatakiwa usitende dhambi, au waambiwi ni dhambi gani? Hapo ndo wanataka wanafurahia, hawataki waambiwe mambo ya maisha ambayo maisha yao ambayo maisha, maisha yao wanayapenda. Wanataka waambiwe vitu ambavyo wanapenda kwenye maisha yao hayo ndo watapenda. Sikiliza, ndugu tuki tukiwa tunataka tuki hata wenyewe tukuwa na washirika wengi ambao hawatakuwa na wataja bila shida. Uh, unapohubiri una mambo ya kawaida tu, hubiri njoni tu, neema inatosha, bwana atawaponya, hubiri nini, nini, nini, mambo softi, softi. Nataka nikwambie utapata wengi, na ndio maana yako makanisa ambao huwezi ukakuta mikutano ya Injili, lakini makanisa hayo yanajaa. Huwezi ukakuta watu wanahubiri, watu wanajiendea, wana wenyewe ama kanisa, najua tena mtu ataenda atauliza kanisa fulani liko wapi, akija tu atauliza, na hawana mikutano na hawajai kuhubiri injili. Wewe ukakuta wanahubiri injili, njooni muamini huku, njooni kwenye kanisa letu, wewe ukakuta? Lakini makanisa yao yanajaa, na injili hawahubiri. Moja kati ya makanisa ni Katoliki. Nenda akakute Katoliki, wana mikutano ya injili? Angalia watu wanapoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Angalia watu wanapoja, na makanisa mengine astahili hiyo yako mengi. Nini ninachokisema? Ninachokisema ni nini? Kadiri Yesu alikuendelea kuhubiri kweli, wanafunzi walipungua wakakimbia wakamwacha wachache, lakini ha, ha, Yesu hakubadilisha injili, hakubadilisha kuhubiri kweli, aliendelea kuhubiri kweli. Sikiliza, kama itakulazimu kumpeleka hata mtu mmoja mbinguni, mhubirie huyo huyo aende mbinguni, kuliko kuwa na kundi kubwa la watu wasio, wasio na haja ya kwenda mbinguni, kwa sababu kondoo anaisikia sauti ya Bwana, kondoo anaisikia sauti ya mchungaji wake. Wengine si kondoo, hata isikia sauti. Aliyewa Mungu atavumilia neno la ukweli. Aliyewa shetani hawezi kuamini, kwa sababu akiamini, shetani atakuwa ameokoka, na shetani hawezi kuokoka. Aliyewa shetani hawezi kuamini kweli, hawezi, hata kama mtomhubiria mara 20. Ni sawa na kumpigia mbuzi jita au mbuzi ngoma, ukitaka acheze, hawezi cheza. Naongea na wewe, naongea na, na moyo wako. Hii ni sauti ambayo imekuja kwa ajili yako wewe unayenisikiliza Uwe katika bara letu la Afrika au uwe nje ya bara la Afrika, popote pale napokujia, nataka utambue nyakati ulizo nazo ni nyakati ambazo tunatakiwa kuzidi kufafanua. kuzidi kufafanua na kufundisha injili ya ukweli, ili wanafunzi wa Kristo wabaki katika kweli ya Mungu zidi ya madhehebu na makanisa ya uongo yaliyoingiza neema ya uongo na kuwafanya watu waendelee kutenda dhambi kwa kisingizio cha neema, kisingizio cha eti ni sheria. Ukiwaambia watu waache kutenda dhambi, kwa mfano, angalia, ukimwambia mtu acha kufanya akwambia hiyo ni sheria. Nani kakwambia kutenda dhambi, tuendelee kutenda dhambi kwa sababu tuko chini ya kuona aibu <laughs> kusema habari ya Paulo n yani, mimi na, ushirika na Paulo yani alifika wakati sasa siri, siri ya, ya ya nyingine, sifa nyingine ya hawa wanaopingana na kweli, yani watumishi wa uongo, watumishi wa uongo wow, wao wana wana, wana wana wana yani, acha niongee Kiswahili kwamba tunapoona mtumishi wa Mungu, Paulo anasema anasema sioni haya injili, maana injili ni uwezo wa Mungu leta wokovu. Maanake ilifika wakati mpaka watu wanaona aibu ku, ku, ku, ku, ku, kujiita, Paulo ni mtumishi wangu. Kwa nini? Kwa sababu eh, yani watumishi wa ukweli wamejiweka hali ya uheshimiwa kiasi cha kwamba mtu anafurahia sana kujiita mimi ni mtoto wa mtumishi fulani, mimi baba yangu ni fulani wa kiroho, yani anajiona fahari kujitambulisha kwayo. Kwa nini? Paulo, ilifika wakati anasema, pande zote twazikika, twapiga, twapigwa ngumi tuwasongwa sana tumefanywa kuwa kama matamasha ya dunia. Sasa hebu msikiliza huyo mtu anayeongea hivyo, alafu wewe ndio mshirika wake unajitambusha mbele za watu. Mwingine anasema mimi ni mtoto wa mtume fulani, mimi ni mtoto wa nabii fulani, alafu wewe mtumishi wako ndio Paulo ambaye nilifika wakata, naambia wa Korinto ambia nije na fimbo, ili muweze kuniamini. Kwa sababu muangalie, katika mwili ni dhaifu, katika maneno ni hodari. Hebu msikiliza, wanamwambia hivyo, huyo ni mchungaji, mtumishi ambao akija katika mwili ni dhaifu sana, mnyenyekevu mno ambao mpaka sema huyu sio mchungaji tunayemtaka. Ilifika wakati mpaka watu wanaona, wanaona aibu kujiita Paulo ni mchungaji wangu. Kwa nini? Kwa sababu katika mwili ni dhaifu. Tunaona katika Wakorinto wanalamika, nyaraka zake ni nzito, mwenye, ah, mtumishu, bibili, tu, ni nzito, lakini hawapo mwilini yeye mwenyewe ni dhaifu. Ah, mtumishi, umelipata wapi ile andiko? Asikiliza wewe unayesoma Biblia, unanielewa tu ninachokisema. Unanielewa? Acha nikufunulie ile andiko, nadhani Wakorinto wa pili sura ya 10. Acha nikufunulie andiko kwa haraka haraka. Haleluya, haleluya! Acha nikufunulie andiko. Ah, uh, Wakorintho wa pili kumi, kumi. Maana wasema nyaraka zake ni zito hodari bali akiwapo mwenyewe mwilini ni dhaifu na maneno yake si kitu. Mtu kama huyo na afikiri hivi ya kwamba jinsi tulivyo kwa maneno katika nyaraka tusipokuwapo ndivyo tulivyo kwa matendo tukiwapo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Angalia anachokisema Paulo, walianza kumzodoa kwamba maneno yake ni mazito, mbona mwili wake ni dhaifu? Ndio, naweza nikawa dhaifu katika mwili naweza nikawa dhaifu tena, pengine mwili mdogo mdogo, lakini aliyetumwa kwako sio lazima kama navyofikiri kwa akili yako kwamba ni bonge nilijitu fulani lenye kitambi linalokoloma, Yesu ni Bwana, mpokee okay Yesu, ukafikiri huyo ndo aliyetumwa na Bwana. Hizo ni mbwembwe tu ambazo wahubiri wengi wameiga kwa magharibi, wengine wameiga Kenya, kukoloma koloma ikifikiri ndo injili ya kweli, au ndo injili ya kuwafanya watu wawe na upako. Bwana wetu Yesu kisasifiwe. Kwa hiyo Paulo anawaambia hivyo. Sasa watu waliona aibu kwa sababu ya kweli. Unapohubiri kweli, mtu anaogopa hata kuwa karibu na wewe, kwa sababu anakuwa kwenye hatia, anakuwa kwenye shida. Tunaohubiri kweli tunajua mambo tunayokutana nayo inaweza ikakuta wakati watu wakakuchukia, wakakuita majina. Na nikwambie usipoitwa majina kama aliyoitwa Yesu bado hujahubiri Injili. Watakuita Freemason, watakuita mchawi, watakuita majina ya ovyo ovyo, lakini ni kwa sababu umegusa mboni ya jicho la shetani. Ukigusa mboni ya jicho la shetani, atainua wajumbe wake, watakushambulia. Ndio maana Paulo akasema mimi sionee haya Injili, siogopi kwa sababu injili ni uwezo wa Mungu uleta wokovu kwa kila aminiye, kwa Wayahudi kwanza na Wayunani pia. Huko utakwambia wambia, je, unamjua mtumishi wa Mungu huyu? Simjui. Je, unamjua Kaputa? Simjui. Sikiliza, hata kinikataa, I don't care. I don't care wangapi wanani kubali, wangapi wananikubali don't care. Ninachokikea ni kutimiza kusudi la Mungu, watu wamjue Mungu wa kweli, watu waifahamu kweli halisi. Hilo ndo ninaloliangalia, naloliangalia ni kutimiza kile ambacho Bwana ameniajiza. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo unachotakiwa ni kwambie, mkiendelea katika neno utakuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli, hacha e? tusimamie ujumbe wa Kristo kweli kweli, milele na milele, hacha tusimamie. Hiyo ndiyo maana nikuambia, wengi wanafunzi walirudi nyuma, hawakuandamana na Yesu tena, lakini Yesu hakuogopa aliendelea kuhubiri kweli, msipoula mwili wake mwana wa Adamu hamna uzima wa milele na nilikwambia, ile siku mwili wa Kristo tunaulaje? Mwili wa Kristo ni neno lake. Hapo mwanzo kulikuwa neno, neno lilikuwa kwa Mungu, huyo neno ndo alikuwa Mungu, huyo neno ndo aliyefanyika mwili akakaa kwetu. Tunapolila neno tunamla Yesu Kristo, pamoja na damu yake, yenyewe inatusafisha na kututakasa neno la Mungu. Kwa unapoitii kweli, unapoitii kweli ya Kristo maana yake nini? Unamla Kristo, maana Kristo ndo neno. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo watu kukataa, nataka nikwambie watu kukimbia, isikutie hofu mchungaji, isikutie hofu nabii, mtumishi wa Mungu naye ubiri Injili, isikutie hofu usikutie hofu, wale kababaika na ukaondoka kwenye kweli ukaanza kwa prizi. Na kumbuka kiongozi wangu mtumishi wa Bwana nabii Aston wakati anatupa ushuhuda alisema, kule Ufaransa yuko mchungaji mmoja ambaye wakati amehubiri kweli, basi washirika wakakimbia, walipokimbia wakasema waka tukupi fungu la kumi e, uje utubu wewe na mchungaji wako. Ndipo tutakapoanza kutoa mafungu ya kumi. Mchungaji akaenda pale mazabauni na mke wake wakatubu, wakasema, tusameheni, haya ni mahubiri ya Aston, hatutahubiri tena na nini, kwa sababu yule mchungaji alihubiri kwa habari ya utakatifu wa nje na ndani aliyohubiri wanawake wache mapambo wache kujilemba, wanawake wache kujipaka mawanja na malipu stiki, wakakimbia kanisa, wakasema tutoe fungu la kumi. Kwa wachungaji wengi wameangamia kwa sababu ya kupenda fedha, mapato ya aibu. Nataka nikwambie, Mungu anajua mahitaji yako. Ukisimama katika kweli, Mungu atakupa mahitaji. Bwana amekuwa akitupa mahitaji, amekuwa akituinulia watu mbalimbali, na wewe atakuinulia kwa sababu unapohubiri kweli Bwana anasimama na mahitaji yako. Usianze kuangaika na kuona nani anakubali, nani anaisapoti, huko ndo kutegemea wanadamu. Amelaaniwa yule mtu anayetegemea mwanadamu anayemfanya mwanadamu kwa kinga yake, atakuwa kama fukara nyikani, hata ona yatoke hapo mema. Wewe ninakwambia mtegemee Kristo pekee, hubiri injili yako yake kweli bila kuogopa wala bila kuangalia nani anaunga mkono, nani anaunga mkono kwa mazingira halisi na mazingira yasiyo halisi. nikimaanisha nini? Kwa, kwa wakati unaokubarika na, na wakati usiokubarika wakati wa na wakati wa shida. Ndio maana tunaona mchungaji yule kakataa akatubu na mke wake, kwa washirika, jamaa wetu sameheni, hatutahubiri tena hayo, tutaendelea kuhubiri tu kwa. Tunahubiri angalia kwa sababu ya nini? Fedha. kwa sababu ya nini? fungu la kumi. Aliangalia kesho yake itakuwaaje, watoto watasomaje? Eh, hey, mke wangu ata, atapiga wigi siku gani, wigi atapata hela wapi, atavaje? Kwa akawa naangalia mambo ya mwilini. Sikiliza, hatuwezi kuangalia mambo ya mwilini tukiwa na chakula na mavazi tutalizika na vitu hivyo. Tutaendelea kuhubiri kweli ya Mungu na Bwana atawainulia atatuinulia watu. Na ndio maana nakwambia wewe ambaye Bwana anaendelea kusema na wewe na unaendelea kujifunza mambo, kaza wakaza, usisite kusapoti huduma hii, usisite kusapoti huduma hii kama Bwana amekujalia na Bwana amekupa neema. Wengi wa wanafunzi walirudi nyuma, lakini Yesu hakurudi nyuma na neno lake. Wanafunzi wakasema twende wapi Bwana? wanafunzi wa kweli watasema twende wapi mchungaji? Wanafunzi wa kweli watasema twende wapi askofu? Twende wapi nabii? Wakati kwako kuna maneno ya Kristo, kuna maneno ya uzima. Bibi harusi atakomaa pale pale, atakomaa na neno. Usitikiswe ndugu yangu, usitikiswe na hao wana wa majoka, usitikiswe na hao wana wa upotevu. Hebu angalia kondoo bibi nasema, njia ni nyembamba, imesongwa sana. Kondoo watakuwa wachache mno, kwa sababu njia, kwa mujibu wa Mathayo saba kumi na tatu, maandiko anasema ile njia ni nyembamba. kwa usitishwe na kundi la watu kwamba kundi litakimbia, usitishwe. Chunga watu waliokubali kusikiliza kweli, wachunge hao hao. Fikiria kwa habari ya Sodoma na Gomora, wanaokoka watu watatu Fikiria kwa habari ya dunia ya mwanzo, anaokoka watu nane, tena familia moja ya Nuhu, mke wake na watoto wake, wakina Hamu, Yafethi na, na Shemu, wanaokoka watu watatu na wake zao, jumla nyumba moja watu nane wanaokoka, dunia yote inaangamizwa kwa gharika. Hivyo fikiri hiyo na bibi, nasema kama ilivyokuwa nyakati zile itakuwa nyakati hizi. Acha kubabaika na kundi kubwa, wewe acha kutishika, ubiri injili ya kweli, watu wamjue Mungu, watu wafanye matengenezo, wafanye toba, wamgeukie Mungu wa kweli. Bwana yuko karibu kuja kulichukua kanisa lake, anatafuta bibi harusi walio tayari kulifuata neno lake, walio tayari ambao hawako tayari kufuata mikumbo, hawako tayari kufuata madhehebu, hawako tayari kufuata dini, wako tayari kumfuata Kristo kama alivyosema hao, hao ndio ambao nakwambia kwamba watakaa kusikiliza neno Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mwana wa Mungu, nikwambie hivi, kama umefahamu hii niliyokuambia, jambo lako la kufanya toka kati yao wakina yane na yamle. Hao watu ambao wanapingana na kweli, toka kati yao, ukatengwe nao, kaishi katika kweli, kwani unashiriki dhambi zao bila kujua, na wale wanaoshiriki dhambi zao, hata kama mesikia kweli, mimi mtumishi nimesikia, takuwa na sikiliza, maandiko yanasema jitengeni na kinakola ili nipate kuwatenda, nijue cha kuwatenda, wakajitenga mkutano, wakawatenga hao watu kola na kundi la watu waliokuwa na munga. Mtumishi wa Mungu mkono, hata Paulo, katika Wakorintho wa pili 6 kuanzia 14, akasema tokeni kati yao mkatengwe nao, kwa lazima ukubali. Hata kitabu cha Ezekieli sura si, ya, ya, ya kumi na mbili, mtumishi wa Mungu anaambiwa, Ezekieli anaambiwa, watu hawa wana masikio lakini hawasikii, wana macho lakini hawaoni, kwa sababu ni wana wa uasi, ni wana walioasi. E, kwa hiyo toka kati yao, toka mchana kweupe, uwaoneshe waone, toka wakiwa wanaona, uenda watajifunza jambo, uenda watajifunza jambo wakikuona mama ambao ulikuwa unavaa kikahaba, unavaa vizuri na unatoka kati yao, watajua mama uliyokuwa jilemba lembu na jisuka suka manywele, utafikiri manywele ya majini. Ambao unasema eti nywele ni utukufu wa mwanamke, nywele ni utukufu wa mtu. Hizo nywele zako hizo, umeweka malasta hayo, ndio utukufu wako? Malasta yamekaa mpaka mgongoni, ndio utukufu wako? Eti nywele ndefu, umepewa nywele ndefu ziwe badala ya mavazi. Hizo nywele ndefu za kwako, kwa hizo, wakati umeweka katani, nywele za India za China za Brazil, unasema ni utukufu wako. Huo sio utukufu wako huo ni utukufu wa mapepo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hilo jambo atakuwa kulijua, na kama umelijua toka kati yao, ukatengwe nao, asema Bwana wa majeshi. Mungu wa mbinguni akubariki. Endelea kufuatilia mafundisho yanayoletwa katika chaneli hii ya Uamsho wa Kanisa TV. Kanisa la Bwana linaandaliwa kwa ajili ya unyakuo. Mungu wa mbinguni awe pamoja nawe. Shalom, shalom.